Unakuta kwenye mitandao na mastatus yuko ili kuona kwamba penzi lipo mubashara, lazima watu wapostiwe. Laa, mwanaume anamposti yuko na mkewe na mke anaposti. I, zile tuna tafsiri nini, nani pale yupo kwenye nafasi ya kufanya hivyo? Kupostiana. E, kuna, kuna mahusiano kama mtu hajamposti kwenye mtandao unakosa amani kabisa, unaona kama hanipendi, mbona haniposti mm, au kuweka status yani, kuna ndoa, kuna zina shida, kisa ni hicho, kwamba kama kweli unampenda ta ni onyesha post. dunia, e, yani dunia, kwamba kweli wewe mimi unanipenda usipo niposti unanifichatukiingia mm. Well, <laughs> kwenye mitandao yeah, yeah. Unajua, maisha ni binafsi mm. Maisha yanaanza sirini yanaishia you know, kama ama hapa nkumbukumbuu Mm. Yaani ukisahau da huu kujua kwamba mimi ni Dr. Elie sipo tena, na sio mimi tena kwako, okay. Ukisahau tu kwamba huyu ni Joseph kuisha hayupo tena. Kumbukumbu ndio inafanya mm. inafanyika wapi ni sirini mm. maisha ya kweli ni sirini. Anayekupenda ni yule ambaye ana uwezo wa kukubeba ulivyo, si yule anayekuposti. Wangapi alipostiana sasa hivi wameachana? Niwaambie, ni wingi mno. Mahusiano sio, kuna njia mbili. Na sijasema msipost, ukijisikia hivyo kupost, iposti. Lakini kwa zana zipi unafanya hilo, ili waonyeshe watu nini Unashindana na nani? mm -hmm. Ni mahusiano ya kwako. mm -hmm. Ni maisha ya kwako kabisa, ili, ili watu waone kwamba ananipenda, maana yake mm -hmm. Unataka kuprove kwa nani kwamba unampenda mtu? mm -hmm. Ili umpende mtu, inabidi uprove kwake yeye kwamba uh mm -hmm. unampenda, sio kwa watu wengine, sema we. Inabidi umuonyeshe huyo mtu unampenda, dau umuonyeshe, dau unampenda, usionyeshe watu haituhusu. Kuna wengine anafanya hivyo kwa sababu alikuwa na wala, anataka kumkatisha wao wale ta, tamaa, anaweka picha ya mke wake anaweka picha ya mwanamke mwingine au mwanaume mwingine ambaye naye kwa wakati ule, ili amchoshe yule mwingine mm. Ni sanaa tu, na wasanii, watu ambao hawaelewi <laughs> maana ya maisha mm. Tunaanza tumboni mwa mama kwanza ah. Tunaanza kama mbegu tu. Ndiye. Mdudu tu, baadaye unakuwa kiumbe tumboni mwa mama, baadaye unazaliwa auoni maisha yanaendelea sirini wazazi wanakufunika wanakufunika unatoka una nje baadaye na kama tulivyo hapa tunaonana miili lakini hakuna anayemuona mwenzake haswa tunaangaliana hapa kila mmoja uko ndani mwako maisha ya kweli yanatokea within mm. sio without mm. kuna namna mbili unaweza njia mbili za kuishi maisha mm. unaweza ukaishi maisha impressively ama expressively maana yake unaweza kaishi maisha kwa vishawishi au kwa, kwa, kwa taswira thabiti. Watu wengi tunaishi kwa vishawishi, kwa ku, ku, kushawishiana. Mitandao haya yote ni vishawishi, kuweka picha ni vishawishi. Lakini maisha ni expression sio impression, sio kumimpress mtu. Inabidi uwe honest. Mahusiano yanakwenda kwa ukweli. Ukiposti picha ukweli bado haujawa hapo pale, mm. ni impression mm. Ukweli inabidi utafute, je, ni kweli picha hii, maisha yako hivi? mm. ni sana. Watu wanaopakapaka vitu, anakuwa mtu kama aenda kichooni, mm. uzuri wa ajabu, lakini amepakapaka vitu, amebadilika kabisa. Unaona nini, wawili mlivyo hapo, mm. ni sura zenu hizi, hata mm. asubuhi utaamka hivi mm lakini mwingine tukienda kwenye kitchen party tunabadilika. Dokta hey, kuna siku niliona umebadilika, nikuona na wewe umebadilika, tunajipodoa. Nikaa kuangalia tu, kama kama namjua <laughs> mimi kumbe ni yeye. <laughs> kumbe ni mimi <laughs> yes, kwa hiyo katika <laughs> mkifanya hivyo hmm. Sio mbaya kumposti mwenzako, posti iwe kweli sio kama umeposti tu watu waone. mm. anayekupenda sio yule anayekuburudisha eh? anayekupenda ni yule ambaye ni sehemu ya furaha yako. Kiburudisho ni cha muda, ukiangalia picha umepostiwa utaburudika kwa muda, lakini unavyoishi naye, majibu anayokupa ukipiga simu, anavyokupokea, mm. ni sawa na anavyokuposti kwenye picha, no. Watu wanafiki dunia hii, wanadamu wanaonyesha vitu ambavyo sio halisia. Tunasema kwa falsafa, tunasema yaliyomo si kweli kweli, ni mtu yaliyomo si kweli mtu kweli. Mnaposti hivyo, mnaweka mapicha, ukweli wake je, uko hivyo kama picha? Watu wakienda, ni sawa na mtu ambaye ametoka kwake, anakwenda mtaani kama tulivyo hapo, mm. tumeisha oga, tumevaa lakini, asubuhi unavyoamka ndio wewe aswa, mm. kifupi, sio mbaya mtu kukuposti lakini iwe na maana yake. Sio kuonesha watu na usichukie kwa sababu hajakupost, chukia kwa sababu hajakuheshimu mkiwa naye sawa sawa. Thank you, tuko na Dr. Elie. <laughs> Na tupo live kupitia YouTube channel yetu ya Clouds Media, na nilikwambia kwamba, uh, Dr. Elie akija hapo weka simu pembeni na kila kitu pembeni mm, ili uweze kusikiliza neno kwa neno. Wanaume hakuna, imegeuka gea Kumbe tunatakiwa tuanze sisi kuwepo. mm-hmm. <laughs> <Ili wanaume wawe. laughs> Kwa hiyo kumbe anatakiwa awepo mwanamke wa maana. Ndoa ni ya mwanamke, familia inawakilishwa na mwanaume. Familia ikifeli, mwanaume amefeli. Ndoa ikifeli, mwanamke amefeli. no. Unajua sisi hapa Afrika utakuta kiongozi mkuu labda anaajiri watu, au watu wanatenda vibaya kazi, anawafukuza kazi alafu anafikiria amefanya vizuri kuwafukuza. Alifanya vibaya kuwa ilo kose, kuwaajiri hilo kosa, inabidi iende kwake pia aliyewaajiri. Ndio maana ndoa ikiharibika kwa kosa lolote lile, mwanaume kwa mwanamke, wote wamehusika, walikubaliana kuwa pamoja, waliafikiana, kosa sio la mmoja. Mahakama haiwezi kutambua hilo mm, kwamba ndio maana waweze kuua kwa sababu umekataa, umevunja ndoa, mahakama mm, waamue kifungo cha maisha kwa sababu umevunja ndoa hapana. mm. ni matrimonial cause, ni watu wawili wahusika, mm. ndio wameona atuafikiani, kila mmoja aende kivyake. Wanapoamua hivyo, ndoa ikifeli, wamefeli wote wawili kifamilia, mm, lakini kindoa, mwanamke amefeli kifamilia, mwanaume amefeli kwani jina lake alitaendelea tena, mm, na mwanamke ndoa yake haitaendelea tena. Kwa hiyo ndoa ikifeli ni mwanamke wanapovunja ndoa mahakamani, wamevunja vitu viwili, navunja ndoa na, na familia mm. manake familia inasitishwa, itaendelea tena mm. watoto watakuwa na jina la baba tena, na huyo mama hataendeleza tena ukoo ule mm. manake ndoa mwanamke anavunja familia, mwanaume anavunja, lakini wote mm. wawili wamehusika katika ndoa, kwani ndoa ni chombo kinachowasafirisha wanandoa na mkuu wake ni mwanamke wanaume ndio mwenye ndoa sasa. Kuna, kuna tatizo wanaume wengi wanataka ku, wanataka kuendesha ndoa na mm. ndipo hapo mwanamke anapoanza kuendesha familia mm -hmm. analemewa na mzigo <laughs> kwa sababu yeah. sio wito wake mm -hmm. kuendesha familia, kuendesha familia inabidi aendeshe ndoa. Kwa hiyo kuna kuendesha ndoa na kuendesha familia mm. ni vitu viwili tofauti. Mwanamke kuendesha ndoa anatakiwa afanye nini ni? inabidi ahakikishe mume wake amejazwa nishati yake. Tuko kwenye redio mm. hatuwezi kuongea <laughs> vyote, watu watoto wetu pia wanasikia mm. tuna kuna mwanamume inabidi ora nuru ile ya mke wake imjae mwanamume mwanamke awe amemcontrol ndoa yake, tendo la kushirikiana. Kitengo cha mahaba ni kitengo cha mwanamke, okay. Kitengo cha upendo ni kitengo cha mwanaume. Kivipi? Hapa kwenye upendo, upendo ni hadharani, mahaba ni sirini. Kwa hiyo mwanamke, <laughs> maisha yenu ile ya mahaba sio hadharani kule sirini mm. Wewe ndio kwako kwa so, sababu hati ambayo utakuta wanawake wengi wanataka hadharani asomeke mm. Yaani mahaba na mwenzake mm. ni kosa, unafiki huo okay. Utakuangusha. <laughs> Mwanaume aonyeshwe mahaba hadharani, anakereka. Kwani ni wajibu wake yeye kuonyesha upendo wake kwako hadharani eh. na kiuthabiti ki eh. wa mambo Mwanamke akikaa stahiki katika ndoa yake, anamhudumia mume wake ipasavyo, anamnyenyekea ipasavyo. Kunyenyekea sio kuwa mtumwa wa mtu mm. Maana ya kunyenyekea ni kuwa tayari kutumikia katika, m, kwa nini? Kwa sababu katika kwa mujibu wa utawala, mwanaume ni mamlaka, mwanamke ni madaraka eh. Mkikosea zana hiyo uzao wenu unafeli feli. mm. Mwanaume anashusha mamlaka. Mamlaka ni uwezo wa kutiisha bila kutumia nguvu mm. Sasa unaona, utaanza kupata picha kwamba sasa hivi mahusiano ni magonjo mm. magonjo matupu mm. Ndio maana hata kiafya hatui sawa, hatuishi okay. Maisha marefu, hatuna usalama kimwili, kwa sababu fikra kifeli, memory zikiathiri muscles Kinga inapungua haijalishi unakula nini mm. unafanya mazoezi kiasi gani. Wengine unakufa mazoezini, nafanya mazoezi, anaanguka hapo, anakufa mm -hmm. kwa hiyo harmoni ile ikiwepo inasaidia nao. Mwana mwanamama na mwanababa wakiwa na harmoni yao, mwili utakwenda sawa mm -hmm. uzao utakuwa sawa. Mamlaka madaraka mm -hmm. mwanaume inabidi aelewe utawala wake uko kamuke mm, lakini mamlaka iko kwake. Yeye ndiye anayetoa amri, lakini anaye dispatch anayeachia amri kutembea ipasavyo ni mwenye madaraka ambaye ni mwanamke. Ndio maana mm, baba na mama, mama asipomheshimu baba, utaisoma kwa watoto. Baba asipomheshimu mama, utaisoma kwa watoto mm utaisoma kwa wote wanaowatazama. Ni madaraka na mamlaka. mwenye mm -hmm. mamlaka yuko juu, anashusha maagizo kwa mwenye madaraka, yeye ndio administration, ndio anayeweza kuendesha. na hata kwa zana ya kuishi kwetu mm -hmm. inasomeka, mawaziri wanaondoka, administration na baki makatibu mm -hmm. uu wakuu wana bakigi mm -hmm. kasa yeye ni, ni serikali mm -hmm. ni administration tuseme ni utawala kwa hiyo basically, takuta pia wanawake wanabakiki, sisi wanaume tunawahi kuondoka duniani mm. kwa asilimia kubwa mm. Na kwa wanaume, namwambia baba yako alivyo mpumbavu, mlevi, alivyowazaa na mama saba na kadhalika, ajiheshimu. Sasa huyu mwanaume atakwenda kuheshimu nani? Atakuheshimu wapi? Kwa sababu ukizalilisha ulikotoka, umejizalilisha. Tukuza source yako mm. na huyo mwenyewe Jitukuze kwa tabia, kwa sifa zako jipe value, somekana. mm. una adhi, mwanaume ataangaika ili uwe wa kwake alali so, so. Lakini kama value yako ni pungufu, ndio naona hali inaendelea hivi, mnachezeana mm. mwisho wa siku mtu amepata mali, amepata pesa. Sasa alikuwa hana, kapata pesa na kwenda kutafuta mwanamke mwingine ambaye nadhani ana adhi, kumbe na no. wewe ulikuwa na adhi tu lakini ukujipa ukujipa ukujipa hadhi okay. Kwa hiyo hapa kwenye malalamiko ya uchumba, mwanamke kulalamika miaka kadhaa hajanioa, aliyefeli ni yeye mwanamke, ndio ambaye amepelekea hiyo ndoa isitokee, sio maamuzi ya mwanaume. Mwanaume, mwanaume anaamrishwa na, na hali. Kwani mwanaume akikusogelea amemaanisha sawa sawa? so, so. no. Mwanaume ni tofauti mm. mwanaume anaweza kakosea mahusiano lakini anapendaga mara moja, mm -hmm. Most of the time mm -hmm. Akishachagua dau anaweza kawa msanii kule mtaani, lakini anahofia dau asiaondoke mm -hmm. usi maanake, ukiwa na adhi mwanamke, mwanaume atalenga, kwani hata maandiko anasema ataacha wazazi ataungana nawe ni muda chukuru wa kuchukua nafasi yako meza ya ya HW tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu tukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.